kazini inavunja familia. Mizengo kazini inavunja familia, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi inasema, kutopandishwa madaraja, mizengo ya uhamisho na kukaimu muda mrefu vyataja kuathiri ndoa na malezi. Lakini simba cha wenye aona e, ubabe urasimu wa viongozi e, huyo ni simba cha wenye aonya ubabe na urasimu wa viongozi, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini habari kubwa inasema mizengo kazini inavunja familia lakini nafuu watumiaji wa gesi vituo vikiongezeka. E, nafuu utumiaji wa gesi vituo vikiongezeka. Hayo ni magali ya gesi. Lakini usio ya jua mb... mbobevu huyu nchini, usio ya jua ya mbobevu huyu nchini yuna habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Uhuru kuna habari kubwa inayosema makamu wa rais ataka jamii ikemee ukatili. E, ni makamu wa rais Filipo Zidori Mpango akiwa Kigoma ataka e, jamii ikemee ukatili lakini waziri mkuu ataja faida tatu eh, huduma jumuishi za kifedha waziri mkuu ataja faida tatu huduma jumuishi za kifedha. Lakini wasira avipa neno vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika wasira avipa neno vyama vya ukombozi eh, kusini mwa Afrika. Lakini chanzo cha watoto kuzaliwa wana ugonjwa wa moyo i bari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini tumieni busara kuhamasisha watumishi Simba chawene. Eh, tumieni busara kuhamasisha watumishi huyo ni simba chawene lakini ujenzi wa kituo cha gesi asilia ya magari wafikia asilimia 90 huyo ni habari kwenye gazeti lako la Kula uhuru ukurasa wa mbele lakini gazeti la zanzibar leo kwenye ukurasa wa mbele kuna habari nasema dokta mpango watanzania tukemee vitendo vya ukatili huyo ni dokta mpango asema watanzania tukemee vitendo vya ukatili lakini mataifa 18 kuwania tuzo ya uhifadhi quran lakini soraga ataka vijana kuchangamkia fursa tehama hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Zanzibar leo, ukurasa kuwa e, kuwa gazeti la leo ukurasa wa mbele, rais wa Uruguay wafa ajalini. Sawa tatu, e, wa Watu wawili Kibaha moto waua watu wawili Kibaha kumradhi. Yuni habari ya ukurasa wa 21 nasema moto waua watu wawili Kibaha. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni mabosi taasisi za umma wafundwa. Mabosi taasisi za umma wafundwa, lakini wahadharishwa kuathiri ndoa e, kwa kubana uhamisho. Lakini waeleza wa, wasiharibu utumishi kwa maslahi binafsi. Yuni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini bodi ya thibitisha bodi ya ithibati ya, ya wanahabari yapewa maagizo saba. Majaliwa ahimiza huduma za fedha kukuza uchumi. Lakini Kitila, hakuna sababu ya kuagiza kua nondo na mabati nje. Kitila Mkumbo sema eh, hakuna sababu ya kuagiza mabati na nondo nje. Lakini VETA yaja na kibiashara kutumia vituo 14 vya umahiri. Eh, VETA yaja kibiashara kutumia vituo 14 vya umahiri. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo lina habari kubwa inaosema ajira serikalini za jaa madudu. E, madudu waziri abaini, e, wasio na taaluma wamepenya. Asema hoja za walimu wasio na ajira zina mashiko, awaita mezani e, kusikilizwa na waziri E, mawaziri watatu hiyo ni habari ukurasa wa pili, lakini bado kuna habari inasema: ripoti maalum e, shule zinazotawaliwa e, zinazota na daraja 0 RC na wizara wa msaka mchawi wao alipo kule ya Nipashe, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe. Lakini ni wana mama jela kumuua mchepuko katika harakati za kumkwepa mumewe, e, mwanamama jela kwa kumuua mchepuko, e, kwa harakati za kumkwepa umebe hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, lakini bado kuna habari unasema serikali yashtukia ndoa kibao kuvunjika, ya, ya mwaga uhamisho kwa wake eh, kuwafuta waume zao eh, serikali yashtukia ndoa kibao kuvunjika ya mwaga uhamisho kwa wake kuwafuata waume zao. Lakini ajenda ya Chadema iwe kitaifa eh, ikajadiliwe ikulu na vyama vyote, hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele lakini gazeti lako la Majira linaandika bodaboda ya ua wawili yumo mwanahabari boda e, bodaboda ya ua wawili mwana mwanahabari. Lakini ya jue yaliyojiri ziara ya Rais Dr Samia mkoani Tanga, na kuna habari inasema mbunge Mpina aapa kufichua wabadhirifu, lakini Wasira ataka vyama vya ukombozi viendeshwe na kuzingatia mahitaji, lakini Samia kufungua mkutano mkubwa wa mafuta na gesi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lina habari kubwa inayosema huduma jumuishi za kifedha kiungo muhimu cha ukuaji wa uchumi. Huyu ni Kasim Majani asema huduma jumuishi za kifedha ni kiungo muhimu cha ukuaji wa uchumi. Lakini Profesa Kabudi aipa maagizo saba bodi ya wanahabari. Profesa Kabudi aipa maagizo saba bodi ya wanahabari, wanahabari. Lakini wahitimu veta zaidi ya asilimia 67 wameajiriwa e, eh, wa timu veta zaidi ya asilimia 67 wamejiajiri. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania partner yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia gazeti la Machinga sauti ya wanyonge lenyewe lina habari kubwa e, eh, inaanza inasema, Dr Mpango ahimiza ulinzi kwa watoto wa kiume. Dr Mpango ahimiza ulinzi kwa watoto wa kiume, lakini Simbachawene awaka haki za watumishi. Ewe eh, ni waziri Simbachawene awaka na haki za watumishi. Eh, awawakia wakuu wa taasisi wanavyonyima haki za uhamisho watumishi, wabaini baadhi ya ndoa zao ni e, zina miaka ishirini, hawajawahi kuishi na wenza wao kwa zaidi ya wiki mbili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga wa, lakini Wasira ataka vyama kusini mwa Afrika kuendeshwa kwa kuzingatia mahitaji, lakini Profesa Kabudi aipa maagizo bodi ya ithibati. Profesa Makabudi aipa maagizo bodi ya ithibati. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga, wamachinga sauti wanyonge ukurasa wa mbele na tukiachana gazeti la Machinga kwenye kurasa mbele na magazeti mbalimbali, sasa tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti la Machinga linaandika mwenda ataka supporti kwa mashabiki Yanga. E, mwenda ataka supporti kwa mashabiki Yanga. Mukwala atabiliwa makubwa debi. E, Mukwala atabiliwa makubwa debi. E, Azam e, yatupwa nje CRDB FA na Mbeya City. Hiyo ni jambo kubwa kabisa, nasema azamu ya tupa nje SARDB Federation Cup na Mbeya City, lakini JKT Tanzania yaibwaga biashara mara fadhili yunikia atoa ubingwa lina PG TUA. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti la taifa Tanzania linaandika mafunzo ya VAR yaanza rasmi Dar es Salaam, lakini GSM yanga kutibu watoto 400 wenye matatizo ya miguu vifundo lakini fitoto kuikosa michuano ya kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti la majira linaandika waamuzi waanza kupigwa msasa matumizi ya VAR, Umar Jiga, Henry Sasi na Kayoko. Lakini Simba Kwini, JKT Kwini, hapatoshi leo, Samia Kapo. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti la Nipashe, kuna michezo anaandika mkwala aomba namba aiue Yanga, asema jumamosi anataka kufanya kama alivyoonyoosha

wa gazeti lako la, la habari leo kwenye kurasa za mchezo. Lakini waziri Nchemba ataka VAR Yanga Simba, hiyo ni habari ukurasa 33, wa gazeti lako la, la habari leo. Na kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika presha dabi ya Kareko yaanza kupanda. Fadru atupa kombora Yanga, lakini Runi amtolea uvivu Amorini, hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la, la Zanzibar leo. Na kwenye gazeti la Uhuru linaandika Sara amtaka stumai muki, lakini dabi ya ubingwa Yanga Simba Luka Doncic angara Los Angeles Lakers, lakini rodi mbioni kurejea dimbani. hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti la Mona Mwanaspoti, gazeti la michezo linaandika Ikanga spidi aomba dabi, lakini aziziki ashtua anaso hospitalini, daktari atoa ufafanuzi, lakini fadru aipata dawa ya Yanga apanga upe kikosi, akiwatoa hofu wanamsimbazi. hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti